Leo ni Julai mosi 2025. Karibu katika hali halisi, ndimi Johnson Jai. Tuanzie hapa. Watu 36 wamefariki dunia katika mlipuko wa kiwanda cha madawa nchini India. Mamlaka nchini humo zinasema tukio hilo limetokea katika jimbo la kusini mwa India la Telangana. Waziri wa afya na dawa wa Telangana Damodar Raja Narasimha amesema wanaendelea na uchunguzi wa tukio hilo kwa kuchukua vinasaba. Mlipuko huo ulitokea jana Jumatatu ambapo serikali imeanza uchunguzi wa tukio hilo katika kiwanda hicho kilichopo kilomita 50 kusini mwa mji wa Hyderabad. Wafanyakazi wawili wamejeruhiwa na miili mingine 34 imetolewa katika kifusi cha majengo ya kiwanda hicho. Rais wa muda mrefu wa Kameruni Paul Bia ameingia katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi hiyo kwa mara nyingine tena kuelekea uchaguzi mkuu wa taifa hilo mnamo Oktoba 2025 baada ya waziri wa utalii Bello Bouba Maigari kuchukua fomu ya uraisi . Maigari ambaye ni mwanasiasa wa siku nyingi na waziri mkuu wa zamani wa taifa hilo ni miongoni mwa watakaotoa ushindani dhidi ya Paul Bia. Waziri wa utalii mwenye umri wa miaka 78 atawania nafasi ya uraisi kwa tiketi ya chama cha UNDP huku maswali yakibuka kutokana na Maigari kutojiuzulu nafasi ya uwaziri kwa ajili ya uchaguzi huo. Bia mwenye umri wa miaka tisini na miwili amekuwepo katika nafasi hiyo tangu mwaka elfu moja mia tisa na themanini na mbili na mpaka sasa hajatangaza azma yake kama ataachia ngazi au la. Ukimya wake unaiweka Yaounde njia panda kuelekea uchaguzi huo. Wanaharakati na wanataaluma wanaendelea kupinga uamuzi wa Bia kuendelea kukalia kiticho kwa miaka 41 sasa. Ripoti zinaonyesha hatua ya Marekani kusitisha misaada kwa mataifa Afrika kutasababisha watu milioni 14 kufariki dunia ifikapo mwaka 2030. Jarida la Lancet linasema kusitisha kwa misaada hiyo ya kimataifa kulikofanywa na Rais Donald Trump mwanzoni mwa mwaka 2025 kunapelekea zaidi ya watoto milioni 4.5 chini ya umri wa miaka mitano kupoteza maisha, ikiwa ni ongezeko la watoto laki saba kwa mwaka. Marekani iliondoa kiasi cha asilimia 83 cha misaada katika nchi zinazoendelea ambapo ripoti hiyo inasema misaada ya Marekani kupitia program za US kulizuia vifo milioni 32. ukimu ulipungua kwa asilimia 74, malaria kwa asilimia 53, na magonjwa ya kitropiki kwa asilimia 51 kwenye mataifa yaliyokuwa yakifadhiliwa na Marekani. Na hiyo ndiyo hali halisi ya leo duniani. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Panapo majaliwa, ndimi Johnson Jabir, endelea kuwa nasi. Hali Halisi, ukweli